Hiki ndicho kisu cha jifti. Nifanye nini? ikifatia kitumia. Chukua maji moto, kisha iweke hiyo dawa na umpakaze uso mzima. Kuhusu vidole, nitakuja kuvikata mwenyewe. Nimekaa kimya nikitazama dunia, macho yangu yanaona mengi yasiyo na jibu. Mtoto ana hapatikani, kwani mama hana namba nyingine. Ngoja nijaribu kumpigia kwenye namba yake nyingine. Sawa. Ni kweli siko sawa. Sisko sijamwona, kwani uko wapi ah? Unatuuliza sisi tena, na wakati mara ya mwisho wewe ndo ulikuwa naye, sisi ndio tukuulize yeye? Sisko uko wapi, mi nimeamua kuuliza nyie kwa sababu nimemtafuta kila chumba na sijamuona. Hmm. Hapa sasa kazi imeisha, kilichobaki ni pesa tu <laughs> Mindo chuma aipingwi na mbaka ipingwile Nikitazama dunia kuna nini, Maxi? Sijamuona mtoto na wala sijiona kitu chochote kile cha ajabu. Sasa najiuliza, sijui sauti toka imetoka wapi, lakini <laughs> mi nina wasiwasi sana na hii nyumba. Nahisi kuna kitu hakipo sawa. Usijali kipenzi changu, nyumba ni salama sana kwetu. Na kuhusu hiyo sauti, anaweza kawa ni mtoto wa jirani hapa analia. Na vipi kuhusu Cisco? Usijali, Cisco ni mtu mzima na anajielewa, anaweza kawa yupo nje huko anapunga upepo, kwa hiyo kwen na amani. Nimekaa kimya nikitazama dunia, macho yangu yanaona mengi yasiyo na jibu. Hajanitizama, nashukuru Mungu maana ningekufa leo. Vipi? Mbona unapiga kelele, shida nini? Kuna mama nimemwona, alikuwa anataka kuniua. Ni kama yunonimamola mchana kule porini. Unawaka nacho tukisema? Nisikilize, unajua wewe hauko sawa, na ndio maana hizo ndoto zinakusumbua. Alafu kwenye ulimwengu wa sasa misiamine kabisa kama kuna hayo mambo. Na hii nyumba, hii nyumba ni salama kabisa, kwa sababu tumeijenga sisi wenyewe kwa mikono yetu. Sasa niambia kwamba umekutana na mama sitaka kwakuua, minona tu weauko sawa, mpunguzatempa shaanza kuogopa asijue kando, huyo uyo aliyemchukua sisi kwangu. Nisikilizeni mimi, naona nye mshachanganyikiwa. Hebu twendeni sebuleni ndo tuzungumze vizuri, ila kweni na amani, hakuna kitu chochote umndani sawa. Nimeshakamilisha ile kazi ulionipatia. Una uhakika na unachokisema? Ndiyo mkuu, kila kitu kimeenda sawa <laughs> Safi sana. Kama utaendelea kuwa mtiifu kama hivi, cheo chako kitapanda siku hadi siku. Unaweza kwenda, ila jiandae, kuna kazi kubwa inakuja zaidi ya hii. Safi sana kijana, napenda vijana jasiri na mahiri kama wewe, na kama utaendelea hivi basi tutafanya kazi nyingi sana. mm. Usijali bosi, ni wajibu wangu kutimiza kila agizo nalonipa. Ok vipi lakini wakati unafanya tukio hakuna mtu yoyote aliyoshuhudia? Ah, kila kitu kimeenda sawa bosi, na hakuna mtu yoyote aliyoniona. Vizuri sana kijana, na kazi iliyobaki niachie mimi, nitamaliza na kuhusu pesa yako nitakutumia muda si mrefu kwa sababu umenifurahisha, basi nitakutumia mara mbili ya ile tuliyokubaliana. Sawa basi. Nimekaa kimya nikitazama dunia, macho yangu yanaona mengi yasiyo na jibu. Mtoto analia mtoto wako amekufa jiandae kwa mazishi Hello? Hello? mtoto wangu kwa nini afye yeye? Jamani, mimi mekaje kaje? Mbona mimi sielewi? tuilala ndani sisi tumekuja, sasa tuko hapa. Hata mimi nashangaa tena, afadhali ya nyinyi ambao mmejikuta mko hapa, mimi nimeamka nimejikuta nipo nje ya geti kabisa kweli. Alafu Sisko ulikuwa wapi? Maana ajana usiku mzima tumekesha tukikutafuta na tukukupata. Mimi mlikuwa mnanitafuta? Mbona nilikuwa ndani humo humo Mimi nilisha sema, nkanipuuzia. Hii sio sieni, salama kabisa kwetu. Ufanyeni tuondoke na hii gari. Nani ameleta hapa? Sisko wee, ndo umekuja nayo? Jamani, mimi sitaweza kuendelea kuishi kwenye hii nyumba. Cha msingi tuondokeni hapa. Mimi nadhani hatuna muda wa kupoteza. Cha kufanya tuingie ndani tuchukue mabegi yetu na tuondoke. Kama ni usafiri tutapata huko huko mbele kwa mbele. Tuondokeni. kimya nikitazama dunia macho yangu yanaona mengi yasio Mwanangu mtoto analia Mwanangu bila kosa lolote mzazi anahangaika jasho lina mwagi kabure Breji. Breji. Breji,

Nimekaa kimya nikitazama dunia, macho yangu yanaona mengi yasiyo na jibu. Mtoto analia bila kosa lolote, mzazi anahangaika, jasho lina mwagika bure Maisha ni kama bahari yenye mawimbi, wengine wanacheka, wengine wanazama. Leo una ndoto, kesho huzuni.